Kuhusu swala la sinema nyumbani, yaani swala zima la sinema kama starehe ya, fani ya, starehe, ya mm. Sinema kwanza ni kitu muhimu sana katika jamii yoyote ile hapa duniani. Historia ya chapuchapu tu kifupi, ndani ngia kwa kifupi sana, ukiangalia Marekani, culture ya Marekani imeuzwa ulimwenguni kote kwa sababu ya sinema, watu wana sinema na music watu wanataka kuvaa kama Wamarekani, watu wanataka kutembea kama Wamarekani, wanataka kuongea kama Wamarekani, anataka vae shirt kubwa ina, ina bendera ya Marekani. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu hivi vitu vimekuwa vikionyeshwa kwenye snema, vimekuwa vikionyeshwa kwenye music video. Sasa kwetu sisi nyumbani ni kitu muhimu sana, ni midia moja muhimu sana, kwa sababu ndio itakayoelimisha jamii, ndio itakayokosoa jamii, ndio itakayokuwa inaweka mambo ya, ya, ya, ya kuburudisha. Kwa mfano sasa hivi kuna mambo ya, ya, ya ulipaji wa kodi. Kwa mfano Rais sasa hivi anapiga, anaongea ana, ana, ana, ana, ana sana kuhusu uh, nchi iwe ya viwanda, uchumi wa kati. Sasa sinema kama inaandaliwa kwa maudhui yanayoendana sana sana na, na, na haya ambayo rais anayasema, inaweza ikatumika platform nzuri, hata kushinda rais mwenye anavyoongea hata kushinda wanasiasa wanavyoongea. Lakini Kitojo Samani, sinema za nyumbani mara nyingi, watu wengi wanasema zinajirudiarudia, zina hawafanyi utafiti sawasawa, kama sio maudhui, sio mazuri, vifaa sio vizuri. Ni kweli unalolisema, kwa sababu kuna kitu kimoja watayarishaji na wachezaji wa sinema nyumbani wamekikosa, wamekimiss out. Ni kwamba wamechukulia, kwa sababu media, ukiwa kwenye media ina jina kubwa basi wao wanajua tu mi nitakwenda kwenye media, mi nataka ni act, mi nataka niwe producer, mi nataka niwe director, mi nataka niwe cameraman, lakini wanashindwa kujua ya kwamba ni zaidi ya hilo. Kwa hiyo ni lazima wafanye utafiti wa kina, ni lazima wajue ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, content za namna gani, sio content ni, ni somo la aina gani, ujumbe, ujumbe, ujumbe ujumbe gani wanao kwenda kuwapa jamii, ujumbe wa namna gani ambao wanaenda kuwapa jamii hasa kwa sababu hamna, ndio maana unakuta fulani alisema sinema zinajirudia, hata huku Ulaya sinema zinajirudia, lakini ni engo ipi hmm, unaenda kuiongelea hii sinema ukishaijua, basi inabidi ufanyie kazi. Kwa hiyo kuna tatizo kubwa sana la ku develop story. Story development ya kwenye kwenye sinema nyumbani ni kazi, kwa sababu mtu tu anakuja na story leo usiku kesho asubuhi ameandika, kesho kutu ameshuti, iko kwenye. Sasa haifanyi hivyo, sinema inachukua mpaka wengine years, ha? 15 years. Tatizo hafanyi utafiti, tatizo hainivau. ni kwamba wanahitaji hela ya chapchap -chap, hela ya haraka, ili maisha yaendelee. Alafu tatizo lingine ni kwamba hakuna hela, kwa sababu ili mimi niandike story miaka kumi ni lazima niwe na, na, na, na, na na source of income nzuri, ila kama sina hela na najua nikitengeneza story ya haraka haraka leo kesho nitapata milioni tano, nimeshakidhi mahitaji, mtoto kaenda shule, nimejenga nyumba, nimepata gari, hela ya kuendeshea gari, basi najikuta kwa sababu na iwe nimeshapata ile milioni tano, huo ndio unaokuwa mchezo unajirudia on on ulimbukeni on, on, on, on. ulimbukeni eh, uli, we, ulimbukeni pia unaweza ukasema na hatupo tayari kujifunza hilo ni jambo kubwa sana unajua unaweza ukatamani kutengeneza kitu kizuri lakini je upo tayari kujifunza kutengeneza kitu kizuri mm. ni vitu vitofauti mm. willingness wazungu wanasema mm.